Ni Bugoma TV habari, habari. Wizara imetuambia kwamba wanajenga mfumo wa maji taka hapa mbali na sisi, tumekuja kujionea kama ni kweli huo mradi upo, maana unaweza kaambia mradi upo, kumbe mradi uko mfukoni. Sisi tunajiridhisha mradi upo, na maelezo ambayo tumepokea patujiridhisha kwamba utekelezaji unaendelea na mradi huu utakamilika ifikapo mwisho wa mwaka huu na hatimaye mji wetu wa Mpanda utaendelea kuwa msafi, kwa sababu miji yetu Tanzania, baada ya Mama Samia kufungua milango mikubwa ya kibiashara na kiuchumi, miji mingi ya Tanzania inakuwa kwa haraka sana, pamoja na Mpanda. Na ilikuwa ni agizo la kamati kwamba, kuzingatia maelekezo ya Ilani, kwamba kila mchi katika makao makuu ya mkoa na miji kuwe na mifumo ya maji taka ili kuzuia milipuko ya magonjwa mbalimbali kama sasa. Huu mradi wa maji taka unakwenda kuwa tiba na suluhu ya hizo changamoto ambazo zinaendelea eh, kujitokeza. Sasa katika maelezo kadha wa kadha hapa tulisikia eh, kwamba baadaye mradi huu wananchi watakwenda kuunganisha moja kwa moja kutoka kwenye majumba yao lakini changamoto kubwa ambayo itakuwepo kwenye maeneo mengi ni mipango miji yetu. Kwa vikovu kamati imeendelea kushauri mara kwa mara ku kushirikiana, kwa maana ya wizara yetu katika mipango yake kushirikiana na watu wa ardhi kushirikiana na watu wa TAMISEMI kuhakikisha kwamba tunaendelea kuipanga miji ili mapinduzi makubwa ya kimaendeleo haya ya yanayofanyika ambayo Dr Samia su ameyaleta basi yaendane na ukuaji pia wa mipango miji katika eneo hili amla, ek, la eka 40. Tumeshaona upande huu kuna miti mizuri, sasa tunaomba eh, na maeneo yote yanayozunguka tuhakikishe kwamba miti tunaipanda na eneo hili linalindwa, kwa sababu kwanza tukiweka miti tuna, ina faida nyingi, faida ya kimazingira, lakini kuhakikisha kwamba tunaendelea kupata mvua katika eneo hili na na hali ya hewa inakuwa nzuri, maana tunabadilishana sisi, tunatoa ile hewa nyingine carbon, na hii miti inatolea sisi oxygen. Kwa hiyo kiafya ni jambo zuri, lakini pia kutunza mazingira na, na tusilete mmomonyoko, lakini pia kutunza mladi katika zile trilioni moja bilioni mia tatu hapa kuna hiyo bilioni moja nukta zote hizo ambazo zimesoma kwenye taarifa yetu ya hapa takribani bilioni moja milioni mia mbili na, asubuhi ya leo amesema tuwakumbushe wananchi kwamba haya ni mapenzi mema ya Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan. Tuendelee kuhakikishia bunge ambalo ndo inapitisha hizi fedha kwamba mheshimiwa mkuu wa mkoa amekula kiapo cha uaminifu na uadilifu na uchapakazi kusimamia fedha zote zinazokuja ndani ya mkoa wa Katavi kwenye taasisi zote na halmashauri zote, kuonesha kwamba kila ambacho mheshimiwa rais amekusudia, kila ambacho Chama cha Mapinduzi kimeelekeza kinatekelezwa ipasavyo kwa ajili inchi, ki, ya ustawi wa wananchi. Na wananchi huwa nayo kazi moja tu ya kuendelea kumunga mkono wa mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa muda mfupi ujao watamjazia kura wananchi wa Mtakumbuka. Oye! a mwenyekiti rembo kuu la mradi huu nikuboresha huduma wa mazingira katika manispaa Mpanda, kwa kulenga miundombinu mbili wenye mungo wa gharama nafuu, ufanisi mzuri, ili kukabiliana na ukuaji wa kasi ya manispaa Mpanda. Aidha, ujenzi wa mradi utaimarisha uwezo wa mamlaka ya maji safi Mpanda katika kutoa huduma endelevu za usafi wa mazingira zinazokidhi mahitaji ya sasa ya baadaye kwa kuzingatia viwango vya kitaifa na kimataifa. Mradi huu utaboresha upatikanaji wa huduma za maji taka katika manispaa ya Mpanda, kwa sababu kwa sasa hatuna huduma hizi, inabidi tukodi magari katika mkoa wa jirani ili kuondosha haya ya maji taka. Kwao inakuwa ni changamoto kubwa sana kwa wakazi wa manispaa ya Mpanda, lakini pia utaboresha afya ya jamii kwa kupunguza magonjwa kama kipindupindu, homa ya matumbo na kuhara. Tumekuwa napata changamoto ya magonjwa ambayo imehusiana na uchafuzi wa mazingira, lakini pia mradi utapunguza maji taka majumbani katika taasisi, biashara. Sasa n faida ya mwisho, maji yaliyotibiwa yanaweza kaa katika shughuli za kuima katika baadhi ya maeneo ya wenzetu, kwa mfano Moshi, haya maji yanatumia katika shughuli za kilimo na wanapata mazao mengi.